Naitwa Hussein Makubi Mwananyanzala, niko hapa kwenye daraja kwa ajili ya kuomba kura za mama. Mimi ni mdhamini shabiki wa Yanga kindakindaki, mdhamini wa goli la mama. Niko hapa kwa ajili ya kumwombea mama Samia Suluhu Hassan mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ambaye ni mgombea wa, wa, wa, wa, wa, wa urais kupitia wa CCM. Niko hapa kwa ajili ya kumwombea kura, tuko darajani hapa kwa kazi nzuri aliyoifanya, na kila mwananchi wakandaziwa, akitaka kukaa nyumbani siku ya kupiga kura afikirie daraja hili, amka akapige kura, inabidi akapige kura kwa kazi nzuri aliyotufanyia mama. Najua kuna mingi atafanyia zaidi ya hili daraja. Kwa hiyo watu wakandaziwa kwa kazi tuliokuwa nayo ngumu tunalaa sana katika daraja hili kwa sababu ni kazi ya mama Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo tunachokiomba wananchi wenzangu, tujitokeze kwa wingi, tutoe kura za ndio. Kanda ya ziwa tuongoze katika kuzidi kanda zingine, kwa sababu kazi nzuri aliyofanyia daraja hili ndio inafika sehemu. Mimi najifikiria naona haina maana haina, haina haja ya kumnyima kura mama na kukaa nyumbani, usiende kupiga kura kingine, kwa sababu mama ni mzamini wa goli poti kwa kila goli goli la mama, wana michezo wote nchini, kwa simba na yanga na timu zingine, kwa sababu anasapoti timu zote ukiingia kwenye mchezo wa kimataifa. Tujitokeze kwenda kumpigia kula, kwa sababu kazi nzuri anayoifanya mama ya kusapoti goli la, la, la, la kimataifa ni kazi nzuri sana, na tunahitaji anavyopita kwa kishindo aendelee kutuongeza na, na, na sapoti yake kwa kuongeza hela kila goli. Na mimi nipo msapotiaji wake wa goli la mama na kuliko nyuma kila goli kwa, kwa mechi za kimataifa. Kwa maombi yangu tujitokeze siku ya kesho tarehe ishirini na tisa kwenda kutoa kula za ndio za, za kutosha ambazo mpaka zikose pa kuweka kwa ajili nae mpaka ashangae. Kwa nawaomba sana wananchi, naomba sana wanamichezo nchi nzima tukampigie kula kesho mama za ndio za kutosha ambazo hazina mbambamba mba mba. Wepo wa daraja hili halina kwamba ni mfanyabiashara tu akiita ni mfanyabiashara wa kandazi. Sasa hivi watu wa kutoka Rwanda wanazunguka kupita kwenye daraja hili wanapita Shinyanga. Yaani anaona ni rahisi hata kupita kwenye daraja hili anayetoka Uganda, anayetoka Rwanda, anapita huku, anazunguka kwenda Shinyanga, kama anaenda Dar es Salaam anaenda. Anatoka Dar es Salaam anakata, anakuja anapita kwenye daraja hili, daraja hili anaenda Rwanda. Hiyo imekuwa ni hamasa sana kwa wafanyabiashara kwa ajili ya daraja hili, kwa sababu hata tuliyokuwa nayo tumeisahau. Na kuisahau tulikuwa na shida kweli kupita kwenye daraja hili. Kwa mtu atakayekaa nyumbani bila kupiga kura nitamshangaa sana. Sababu ukikaa tu kawaza kwamba daraja hili yaani unamwaza mama Samia kuja kumpa kura. Maombi yangu sasa, katika maombi yangu ya kutoa kula, wananchi, tuna kauli mbili iliyopo ni kazi na utu, tunasonga mbele mitano tena kwa mama Samia wabunge okay, madiwani.